Sema Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, wa in yamsaska bi khairin wa in yamsaska bi khairin, na ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala akikugusisha khairi yoyote ile sawa huwa ala kuli shayin qadir. Basi yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ey, ndiyo mweza wa kila kitu, yeye ndio mweza wa kila kitu. Kwa hiyo kule kwenye madhara Allah, kwenye khairi Allah, na Allah hapa haikurudiwa, kwa sababu ndio yule yule tumeona wa in yamsaska Allah bidhurin maana Allah eh? kisha kwenye uh, fala kashifa la illahu. Lakini kwenye kheri wa in yamsaska bikhairin haikuja hey, Allah, kwa sababu ni huyo huyo. wa in yamsaska bikhairin, na ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akikugusisha kheri, akikugusisha kheri yoyote Fahuwa basi yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu ni muweza, kwenye kuondosha madhara ni muweza, na hakuna mwingine ila ni yeye ndiye kuyaondosha wa kuyaondosha eh, katika kheri kheri yoyote ambayo Mwenyezi Mungu amekugusisha nayo eh, hakuna mwingine ni yeye sawa Mwenye uwezo juu ya yote hayo ni nani? Ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. fahuwa ala, fa ala kulli shay'in qadir, basi yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu, eh, ya kila kitu ni muweza. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye muweza wa kila kitu. Mufasiri wetu katika mapito yake asema ai wa inyusibka bi bikhairin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikugusisha kwa kheri yoyote, kwa mfano min siha, uzima mm, uzima wa neema wa ni'ma neema yoyote, fala rada hakuna jinsi ya yoyote mwenye kuirudisha. Mungu amekupa siha, hakuna atakaye sawa, atakayerudisha. Mungu amekupa neema, hakuna atakaye atakayerudisha. a fala rada la, hakuna kuirudisha li'annahu wahdahu alqadir, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu peke yake eh, ndiye muweza ala iswale alkhair, juu ya kuifikisha kheri kwa, eh, kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemfikishia kheri wa bur. Lakini pia ye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye muweza eh wa kuyafikisha madhara kwa, kwa yule ambaye eh, amefikwa na madhara, naam. Qala fi tashil wal ayatu burhanun ala alwahdaniya. Aya hii ni hoja juu ya ha, upweke zingu, wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ndiyo tauhidi yenyewe hiyo. Faham li infiradi llahi taala, kwa sababu ya kupwekeka Mwenyezi Mungu mtukufu, yani katika madhara na katika nini na katika kheri. Hapa pana tauhidi, sawa. Mwenye kuleta madhara ni yeye, mwenye kuondosha ni yeye, sawa, mwenye kuleta kheri ni yeye. Aya hii ni hujja, ni dalili kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, tayeb. Naam. basi anatuambia wakadhalika, ma baada hadha min al-awsaf barahin Uh, waradda ala lmushrikin na aya zinazokuja baada ya aya hii ambamo ndani yake mna sifa sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, zote hizo ni hoja na zote hizo ni radd ala lmushrikin, juu ya juu ya ushirikina. Tayeb, hapa tupajazie nyama

watu wote na majini wote watakusanyika, eh? ala an yadhurruk, kukusanyika kwao madhumuni yao malengo yao eh? ni kwa ajili ya kukudhuru wewe, wakakusanyika wanadamu wote na majini wote wakakusanyika, watu wote na majini wote, lengo lao nini ni kukudhuru wewe, basi, lan yadhuruk, hawatoweza kukudhuru, illa bishaiin kad katabahu, kad katabahu Allahu alaik, ispokuwa kwa eh, kitu ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekwisha kukuandikia. Achana nao, siwahusishe kwa hilo. Akida hiyo, kama kuna madhara yatakufika, we mtazame tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo tayari Mwenyezi Mungu alishakuandikia ku, sawasawa walau ijtamaa linsu waljinnu ala an yanfauk, na lau wangekusanyika watu wote na majini wote, ala an yanfauk kwa lengo wakunufaishe bishaiin kwa kitu chochote chenye manufaa. Basi lan yanfauk illa bishaiin qad katabahu Allahu laka, isipokuwa kwa kitu ambacho tayari Mwenyezi Mungu alikwisha kukuandikia. Sawa sawa mambo yalivyo rufiatil aqlamu kalamu zenye kuandika zimeshaondoshwa, eh kalamu zilishaandika haziwezi andika tena, hilo lililoku lililokusibu hilo, pamoja na kukusanyika majini na watu, sawa kwa sababu ya kukudhuru na madhara yakakupata, sawa, ni lile lile aliloliandika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si vinginevyo. Kalamu ilishafanyaje ilisha simama kuandika. Kwa hiyo hilo lilokusibu lo lilishaandikwa, hakuna kuandika kwa mara ya pili kalamu. Lakini pia wajafati suhufu na kurasa zimesha kauka, kurasa zimesha kauka. Akida hiyo, akida hiyo.